Ah, ah, hilo, dogo langu hilo. Mababa, naona umetoka tuisheni aisee, mkaa hapo kwanza dogo. Nakukubali wewe, nakukubali wewe dogo langu, soma dogo langu soma, uje utukoe sisi wa uni mtaani. Sinaona maisha yenyewe, yaani atatuelewe, soma soma, dogo langu soma hivyo. Do dohivo nambia do. Hivi hmm. Kwa nini hapa mtaani anakuita imakibaka sana ah? Wao ndo wachai wenyewe yao ahasa. Ima kibaka inakujali, mi mwenyewe mstaarabu, mi mtu wa Mungu, dogo wangu, na hivi nifa... vitu kutumia, so kwamba ndo waniite u... majina ya hovo, ila mii, ni mi ni mstaarabu dogo wangu. Yani, mi mstaarabu kabisa, sinaga tabia hii. Kuna jingine au i natoka tuition inatoka tuition ilikutana na shangazi kanaambia maneno mengi sana lakini chengine kanaambia tulimwibia kuku yake, hivi ni kweli? Na mimi yaani, mimi sije nifanyeje tu, ile wanione mzuri, ila iko hivi mdogo wangu, iko hivi, mimi ile kuku ile kuku mimi sijaiba. Sasa so, mimi ile kuku nimeisaidia tu, nimeikuta kuku imeboeka, imekaa zake, nikasema jamani, hii kuku nisaidie. Unaona, nimekuta kuku iko nyuma ya nyumba ya shangazi pale nyuma. Sasa so, ile kuku ilikuwa imeboeka, kuku ime... yani labda niseme ilikuwa ina stress, imeachwa na mpenzi wake. Sasa nikasemaje, ile kuku mimi nichukue, ona no, nisaidie, na nimeisaidia iko hapa nimeipika <laughs> ni mdogo wangu, nimeipika ni tamu hiyo kuku, ila mimi sijaiba hey. Sijaiba kabisa kweli kweli, huku mimi sijaiba hiyo hey, kuku nimeisaidia tu kwa hata Mungu mwenyewe anajua mimi ile kuku sijaiba. Mimi ile kuku nimeisaidia tu, ilikuwa imekaa zake pale hivyo hey, tu dogo langu, yaani hivyo tu yani Alafu na chengine kaniambia, mm -hmm. Ulienda kanisani ulienda na super glue ukapaka kwenye kiti cha pasta, hasa pasta alipo kaa, akainuka na kiti chake akiwepo na wageni hasa, afu alalamika afu, al shangazi ulimwaibisha mno, aa alalamika ulimwaibisha mno. <laughs> mi kanisani nilienda dogo langu, kanisani mi nilienda ila kuhusu hicho kitu cha supergu kwenye kiti si pasta ni nini? Hamna huo uongo, wao wananisingizia. Yaani mnajua, mimi maarufu hapa mtaani, mimi najulikana, mimi wanajua tu. Wewe mdogo wangu wewe wa, we msoom, lazima waniandame mimi, unaona. Ila dogo langu wewe, achana nao, yaani wewe fanya tu masomo yako, dogo langu wewe, eh weso wewe Usikilize shangazi mwenyewe, huyo mchuro tu, yani anafanya uchulo tu, yani uchawi mwingi. Kwa yani mi mstarabu. Wewe ushasikia skeno mm, mi nimeiba hapa mtaani? Mi bado ujasikia, na lakini nasikia sikia mtaani, labda ni maneno ya uongo hapa mtaani. Mi najulikana, dogo langu, saa mi mstaarabu, mi sijawahi kuiba kabisa, sijawahi kuiba cha mtu. Sawa. Hey. Eh, koo hata hiyo skendo si ya kuku shi, nini, nini, amna, ni nini hamna. Huo ni uongo tu wanasingizia mimi mtaani mimi nafahamika mimi mstaarabu. Sijawahi kuiba kabisa, mimi sijawahi kuiba dogo langu pale mimi kuandalia ugali pale. Enda ukafeje ukafinya ugali wako oga kama ujaoga, oga. Alafu mm, unaifanya umweki kesho nini? Shuleni. Sawa. Hey. E, sawa. Eh, wewe unaweza kaenda tu dogo langu au si? Haya kaka. Wewe nenda tu. Hapa mtaani wa churo yani, hapa mtaani hapa asa asatulia, uyoshanga saa jikuta mjanja, tamfanyia kitu kimoja ambacho hajawahi kufanyiwa pa mtaani. Mimi ananifanyia al, skeno ambazo dogo langu wewe soma, dogo langu wewe soma, we ndio tegemezi, we nakutegemea dogo langu soma bana, sinyanguse.